Hapa mwambia jirani yako, sisi wengine masomo ya uoga tulisha feli kabisa. Punga mkono kama una amani hapo ulipo, punga mkono, mwangalia jirani yako kama ana amani hapo ulipo. Mwambia hapa hakuna fala hapa, mwambia tutapeliki tunajielewa, juzi jana na leo. Asanteni sana watu wa Arusha. Watu wa Arusha naomba leo mnisikilize kwa makini. Naomba mnisikilize kwa makini kwa sababu tutasema mambo mengi na mengine yatakuwa ni mazito. Tutasema yale ambayo tuliwaahidi, yale ambayo tumeyafanya na yale ambayo tutaendelea kuyapigania mpaka yaweze kukamilika. Tutawakumbusha tulikotoka. Tutawaambia tulipo na tutawaambia mipango tuliokuwa nayo huko tunapotaka kwenda, kwa sababu tumeona kuna watu wanafikiri watu wa Arusha hawana kumbukumbu kumbu. Wanataka kuwadanganya na mimi siko tayari, kwa sababu ukweli una tabia ya kuishi, na chama changu cha Mapinduzi kinasema nitasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Wangapi mnapenda ukweli? afanyosha mtu Arusha oye Unajua kuna mambo mengine twende polepole. Kuna mambo mengine sikutaka kuyasema, kwa sababu nina uwezo mkubwa sana wa kupuuza, lakini nimechokonolewa sana na baadhi ya watu, kiasi ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu mkachanganywa. Kwa hiyo, kwa sababu nimelazimishwa mengi nitapuuza, lakini nitasema angalau moja, na naomba mnikubaliwe, na nikishasema hilo, tutaendelea na mambo mengine. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na jinadi siku nyingi, anasema wakati anakwenda kwenye sendo alitumia koti langu, mimi mtoto wa mama muuza uji, lakini leo hii anadiriki kufikia na kusimama mahali, anasema eti Gambo ameumiza watu wengi. Hivi nataka niwaulize, ili mimi na yeye, nani ameumiza watu wengi katika nchi hii? Nyinyi mnakujua Dar es Salaam, nyinyi nendeni mkatafute habari zake kule, hata kumsalimia mtaogopa. Nataka kokote alipomwambie mikono yangu ni safi, sina changamoto yoyote na sijamuumiza yoyote, badala yake nimesaidia watu wengi sana kote nilipopita kuwa kiongozi. Nimesaidia watu wenye ulemavu, tumewapatia viti mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwasaidia. Tumewasaidia watu kupata miguu bandia, ambao hawajatarajia kupata ulemavu. Tumesaidia vituo vya yatima, tumesaidia kila mahali. Mwambieni hayo ni matendo mema, hakuna hata moja la kumuumiza. Na nimeamua niseme kwa sababu amesema eti nenda kwa wananchi wa Arusha, kwa wananchi kwa kwa kwa wa Arusha uende eti ukawaombe radhi. Wananchi wa Arusha, nimewahi kuwakosea nyie wangapi? Wanasema sijawahi kuwakosea hapa. Unajua kwa nini? Kwa nini anasema niombe radhi? Niwape mfano mmoja mimi niliamua kufunika kombe mwanaalamu wapite, lakini ameamua kunichokonoa mwenyewe, na nisiposema wengine mtaamini ni kweli. Kuna jambo moja akiweza kunijibu hilo jambo akiweza kujibu hilo jambo, mimi nitarudi kuja kuomba radhi hapa, si kama mnanielewa. Kuna hoja moja niliijenga inahusiana na jengo la utawala la jiji la Arusha. Niliwaambia sisi tunataka maendeleo, lakini tunataka maendeleo yanayoendana na thamani ya fedha. Tunataka maendeleo ambayo yanalinda kodi za watanzania na, wa na ndiyo kazi mlionituma. jengo la utawala linatakiwa kuwa la ghorofa nane, awamu ya kwanza ground floor wamelipa bilioni moja na milioni themanini na moja pale ground floor peke yake wakamaliza wakatangaza tenda akapatikana mkandarasi kwa bilioni kumi na moja na milioni mia sita na kumi na tisa ukijumlisha jumla yake ni bilioni kumi na mbili na milioni mia saba nikawaambia ukigawanya kwa nane maana yake kila gorofa moja kila flo moja yani flo unavyoona kama hiyo unaijenga kwa bilioni moja na milioni mia tano na themanini na saba haikubaliki, kwa lazima hayo mambo tuyaseme, weza wanafurahi au wanachukia. Lakini baadaye wakasema, kwa sababu kwa sasa hatuna mapato, tuingie mkataba mdogo. Wakaingia mkataba mdogo wenye thamani ya bilioni 6.2 nikapata taarifa kwenye bilioni 6.2 kuna mtu pale ameandika badala ya kuandika mita square ameandika cubic mita. Yani ni sawa sawasawa, ukisema mbili mara mbili ni nne. Akisema cubic mita, maana yake ni mbili mara mbili mara mbili, maana yake inakuwa ni mbili mara mbili ni nne, nne mara mbili ni nane. Maana yake badala ya kulipa gharama ya nne unalipa gharama ya nane. Huo ni wizi, si kama mnanielewa? Kwa kufanya hivyo tu wameongeza kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mia nane na wakati najenga hoja hii walikili walisema kabisa, kulikuwa kuna tofauti ya vipenyo, wakati wanaingiza kule kwenye mfumo wa nesti, tofauti ya vipenyo imeleta hasara ya bilioni moja na milioni mia nane. Mimi ni mbunge, mbunge ni mbeba lawama wa wananchi Uko tayari kulinda ule msitu wa jiji la Arusha ili tukiokoa hizo fedha tukajenge vivuko tukajenge barabara na tukaondoe matope kwenye maeneo mbalimbali mbali katika kata na mitaa yetu. Hapo kosa langu nini? Hapo kosa langu nini? Mwambia jirani yako, CCM inasema nitasema kwa daima, fichina kwangu mwiko, na mimi naishi ahadi ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini bado nikawaambia hata ukiondoa hiyo bilioni moja na milioni mia nane iliyoongezeka bado ingebaki bilioni kumi na milioni mia tisa na yenyewe ukigawanya ni sawasawa na flow moja bado unajenga kwa bilioni moja milioni mia tatu sitini na mbili na mia tano sasa hapo mimi kosa langu nini wangapi mnaunga mkono kulinda msitu wa jiji la arusha punga mkono hapo wangapi mnasema hiyo kazi ya kulinda maslahi yetu iendelee Arusha ye mwambie jirani yako hakuna boya hapa <tiple> na hapo sikuweka gharama za mtaalamu mshauri. Mimi nilitegemea kwa sababu naongea ukweli, nalinda maslahi ya wananchi wenzangu, nilitegemea niungwe mkono, badala yake unakwenda kudhalilishwa hadharani. Nikasema kama wangekuwa hawataki niendelee kuongea wangemchukulia hatua kwa sababu kile kitendo alichofanya akina utu, na nilikuwa lengo lake ni kunitisha ili niache kusema maslahi ya wananchi, na somo la uoga nilisha feli katika maisha yangu. Na hizo gharama nilizosema, sijaweka gharama za mtaalamu mshauri. Nikiweka na hizo, balaa lake ni kubwa zaidi. Arusha, we mwambie jirani yako, wala Gambo apendi kujibu, amelazimishwa tu mimi niliamua kunyamaza kimya, lakini akanipa kazi ya kufanya. Baada ya kunipa hiyo kazi, na mimi nimempa kazi nyingine hii ya kufanya, akitoka hadharani na akasema hata kuna moja nililosema hapa ni la uongo, mimi nitakuwa tayari kurudi kwenu Arusha. Oye Mama Samia, hoye Mwambie jirani yako, Daktari Samia anatafuta fedha kwa ajili ya wa Watanzania. Sisi wasaidizi wake lazima tumlinde kwa kulinda fedha fedha zile, ili zikafanye kazi aliyokusudia Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi natetea maslahi haya.